Mimi nataka niwaambie wa Watanzania wa kupitia habari FM kwamba tutunze tunu ambazo tulioachiwa na baba wa taifa, tunze umoja wetu, amani yetu. Uchaguzi ni jambo linalokuja kila baada ya miaka mitano, uchaguzi usitutoe kwenye misingi ya kulienzi taifa letu. Ikiparaganyika ili taifa letu, hatuna mtu ambaye ama, hatuna tutakimbilia kwa mjomba tukakae. Kwa maana uchaguzi utakapofika, watu wakajitokeza wenye sifa, wakapiga kura na maisha mengine yaendelee. Tumwenzi baba wa taifa kwa vitendo, kwa kukemea maovu yote, rushwa eh, ubadhirifu, uhujumu uchumi. Hivyo vyote ni adui wa haki. Tusimamie kwenye haki na tueleze ukweli ili kulisaidia taifa letu. Kuna maisha baada ya uchaguzi. Asante sana. Mimi nataka niwaambie wa watanzania wa kupitia Habari FM kwamba tutunze tunu ambazo tulioachiwa na baba wa taifa. Tunze umoja wetu, amani yetu. Uchaguzi ni jambo linalokuja kila baada ya miaka mitano. Uchaguzi usitutoe kwenye misingi ya kulienzi taifa letu, ikiparaganyika ili taifa letu hatuna mtu ambaye ama, hatuna tutakimbilia kwa mjomba, tukakaa kwa maana uchaguzi utakapofika watu wakajitokeza wenye sifa wakapiga kura, na maisha mengine yaendelee. Tumwenzi baba wa taifa kwa vitendo, kwa kukemea maovu yote, rushwa, eh, ubadhirifu, uhujumu uchumi. Hivyo vyote ni adui wa haki. Tusimamie kwenye haki na tueleze ukweli ili kulisaidia taifa letu. Kuna maisha baada ya uchaguzi. Asante sana.